Naona wengi twamili kwenye mahadhi kuliko kwenye maana. Utasikia mtu hutaja hadithi e, ya aya za moto, yani oh, moto waupenda nini? Ye kaangalia makamu ni rafti sijui ni haja mimisi sijui mi mwenyewe simo kamwe kwenye kaangalia hayo makamu, lakini kaacha kitu muhimu sana, nayo maana na Mwenyezi Mungu asemaje? Afala yatadabbaruna Qur'ana am ala qulubi veve. Unaisoma, jaribu tufikishie yale maana kwa kuchagua nagma unazozisoma. Ukisikia kuna tajwa moto, motomoto, taja kwa ukali, ulegezee sauti na moto haikuelekea. Lakini ukisikia kumetajwa wanawake, wanawake, tuvutie vutie, taja mwanamke na sauti ngumu